Naam, bwana. Moja kati ya vitu ambavyo vimehappen ni kwamba eh, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba kisakata la Ibra na Harmonize lilivyotokea, Diamond aliingilia kwa namna moja au nyingine, japokuwa sio kwa maneno bali tu kwa vitendo ni kwamba Diamond aliposti picha zake kwa kutumia nyimbo ya Ibra ya Copy and Paste, nyimbo ambayo, ambayo Ibra alikuwa ameitoa by the time ambapo alivyokuwa katika mgogoro na Konde Boy kuhusiana na yeye Ibra kujitoa katika rekodi lebo hiyo ya Konde Music Worldwide. Sasa, hivi karibuni inasemekana kwamba kuna ishu tena imetokea kwamba Diamond na Zuchu wameingia katika mgogoro na tunajua kabisa kwamba migogoro yao ya kimapenzi huaga inapelekeaga Zuchu kutaka kujitoa katika record label yake ya Wasafi. Hivyo basi moja kwa moja hii inshu imepelekea kuonekana wazi dhahiri shahiri kwamba Harmonize naye pia ameamua kuingilia kati hiyo inshu, maana ametumia naye pia wimbo wa lollipop wa Zuchu na Yemi Alade, na ujumbe ambao Harmonize ameutumia bwana ni moja kwa moja unahusiana na suala la ndoa ya Diamond na Zuchu ghafla ni kwamba Konde kupitia ukurasa wake wa Instagram palijua katika Insta story ameposti picha ya uh, picha ya pididi kisha akaweka ujumbe ambao unasomeka kwamba kama shida ni ndoa mbona nilimuoa sio kama mnavyodhani funny guy let her go you have not been serious to her, bro alafu akamalizia kwa kusema kwamba pretended to marry her so she can stay under the label pale emoji ya kucheka. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Harmonize bwana ni kama vile amesanua swala zima la kwamba Diamond bwana aliamua kumuoa Zuchu ili mradi tu abaki kwenye record label ya Wasafi. Yani kwamba Mondi aliamua kumuoa Zuchu kwa lengo moja tu ili Zuchu asiondoke katika record label hiyo. So ni kitu ambacho Konde ameamua kukiposti na amekiposti na kukizungumza bayana, wala haja kwepesha kwepesha, haja flip flip mambo, ameweka kama ilivyo. So hivyo ndivyo situation hii ilivyo, na wadau wengi sana kiukweli wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na kitu ambacho Konde Boy amekizungumzia au amekizungumza kuhusiana na sakata zima ambayo linaendelea kati ya Diamond na Zuchu, na tunaelewa kabisa kwamba Harmonize naye pia ameamua kuingilia kati kutokana na kwamba pia Diamond naye alishawahi kuingilia kati sakata la Ibra na Harmonize, kipindi Ibra anataka kujitoa katika record label hiyo ya Konde Gang. So the same same ni kama vile Titi for Tati alichokifanya Diamond ndicho alichokifanya Harmonize. Una maoni gani, weka maoni yako katika comment section, maana hapa pia kuna wadau mbalimbali bwana wamekuja kuzungumza ya kwao. Ngoja ngusome baadhi ya comment ambazo zimejitokeza. Kuna mtu hapa anasema kwamba bwana ameshindwa kupromote nyimbo yake na AY ameanza kufuatilia umbea huyu jamaa bwana. Kwa mtu mwingine hapa amesoka kumbea bwana, kiukweli ameishakuwa mbea sasa hivi kufuatilia maisha ya msanii mwenzie. Kwa mtu asoka kumbea bwana, kwani gang ipo au hakuna? Kuna mtu hapa anasoka kumbea bwana, Harmonize, wewe ulikataa kuoa na ndio maana uliondoka kwenye lebo. Ulikataa uh, uli, ulikataa kuoa ndio maana ukaondoka kwenye lebo Diamond. Okay, haya bwana, wewe lebo yako simekushinda, rudi